A tukikutana na bajaji huko barabarani tukiwa na uh, crafted for royalty, Tanzanite Royal Gin, uh, tumepishana nazo na kuona kwamba hawa ni vijana ambao wana damu ya Mati. Kwa hiyo sisi tukaandaa mpango maalum wa kuwatambua na kuweza kuwapatia zawadi kwa, za kwa juhudi zao wanazofanya ili kuweza kuwahamasisha wazidi kuwa karibu na Mati Super Brands wazidi. So tukaamua tutoe kiasi cha pesa ambacho kitawapumzisha mwezi mzima, atakuwa akiokota pesa ya kwake tu, sisi tunampa pesa ya bosi. Na tunampa pesa ambayo kitoka hapa leo na kumkabidhi bosi kwamba bosi, tumeishana. Mimi na wewe mwezi huu tumemalizana. Anaendelea kutafuta pesa yeye kuji kujikimu pamoja na familia yake. Nashukuru sana Kwaichi, wa, kwa hichi alichotoa kwa upendo aliotuonyesha. Kampuni ya Mati Super Brand tutaendelea ku kumsapoti na kupromoti bidhaa zake. nipende kushukuru kwa zawadi tuliopewa na mkurugenzi wa kampuni ya Mati Super Brand. Tamshukuru sana e, kipekee nizidi kusisitiza kwamba tutaendelea kuisapoti kampuni kwa ali na mali kama bila kuchoka.